Njama ya kumuua kiongozi wa kijeshi wa Burkina Faso, Kapteni Ibrahim Traore, imezuiwa, limetangaza taifa hilo la Afrika Magharibi. Mpango huo uliokuwa umepangwa na Luteni Kanali Paul Henri Damiba, ofisa wa kijeshi aliondolewa madarakani na Ibrahim Traore mnamo Septemba mwaka 2022, amesema waziri wa usalama katika taarifa ya usiku wa manane. Shirika letu la kijasusi limezuia operesheni hii katika saa za mwisho walikuwa wamepanga kumuua mkuu wa nchi na kisha kushambulia taasisi zingine muhimu wakiwemo watu mashuhuri, amesema Mahamudi Sana, akidai njama hiyo imeandaliwa nchi jirani ya Ivory Coast. Hakuna taarifa yoyote kutoka kwa Kanali Damiba. Tangu alipochukua madaraka, Kapteni Traore amekabiliwa na majaribio mawili ya mapinduzi na pia anakabiliwa na ongezeko la vurugu za wanajihadi ambazo zimewalazimisha mamilioni ya watu kukimbia makwao. Licha ya changamoto hizo, kiongozi huyo wa kijeshi mwenye umri wa miaka 37 ana uungwaji mkono mkubwa na amepata wafuasi kote barani Afrika kwa maono yake ya umajumui wa Kiafrika na ukosoaji wake wa nchi za Magharibi. Kulingana na waziri wa usalama, serikali iligundua video iliyovuja ikiwaonyesha wapangaji wakijadili mipango yao katika picha hizo. Inadaiwa walizungumzia jinsi walivyokusudia kumuua rais iwe karibu au kwa kuweka vilipuzi nyumbani kwake siku ya Jumamosi tarehe tatu ya mwezi Januari mwaka huu. Baadaye inadaiwa walipanga kuwalenga maafisa wengine wakuu wa kijeshi na raia sana amedai. Damiba amekusanya wanajeshi na wafuasi wa kiraia, akapata ufadhili wa kigeni zaidi ya faranga milioni 70 za CFA sawa na dola laki moja na elfu ishirini na tano za Kimarekani zilizotolewa kutoka Ivory Coast, na ilipanga kuangamiza kambi ya ndege zisizo na rubani nchini humo kabla vikosi vya kigeni kuingilia kati. Tunafanya uchunguzi na tumewakamata watu kadhaa, watu hawa watafikishwa mahakamani hivi karibuni, waziri huyo amesema kwenye televisheni ya taifa ya Burkina Faso. Haijulikani ni watu wangapi wamekamatwa. Kanali Damiba alihudumu kama kiongozi wa Burkina Faso kuanzia Januari Septemba mwaka 2022 baada ya kunyakuwa madaraka kutoka kwa serikali iliyochaguliwa kiraia. Baada ya kufukuzwa, alikwenda uhamishoni katika nchi jirani ya Togo, na akasema katika ujumbe uliochapishwa kwenye mitandao ya kijamii kwamba